Kwa majina naitwa Julius Bento Maganga ni mwenyekiti wa maafisa wa usafirishaji au maarufu bodaboda katika kata ya Mabwepande. Leo hapa tulikuwa na mkutano na vituo vyote vya serikali ya mtaa Tambopo, vituo karibu sita tumekuwa nao hapa tukijadiliana mambo mbalimbali, ila pia tukipeana elimu. Tulikuwa na maafisa wa TRA pia, lakini zaidi ni kwa kuhamasishana kwamba tukae katika mifumo ya kisheria, lakini pia jambo kubwa ambalo tumejadili leo na tumeendelea kujadili tangu hapo mwanzo kwamba sasa vituo vya bodaboda kata ya Mabwepande tunakwenda kuvilazimisha kutoka katika mfumo wa zamani kwenda katika mfumo sasa wa kisasa kutambulikana, kwa maana kulipa maegesho ya serikali, kwa maana halmashauri ya manispa ya Kinondoni. Sasa basi lai yangu niombe madereva wote kata ya Mabwepande, hususani wa Mbopo, Unjubi, Kionzile, Mji Mpya, kwa kunja wote, tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa na tukio kubwa na adhimu ambalo sasa tunakwenda ku, kuzindua uwekaji au usimikwaji wa mabango katika vituo vya waendesha pikipiki ama bodaboda katika kata ya Mabwepande. Ni waombe sasa mwambie jirani yako, mwambie rafiki yako kwamba tarehe kumi na moja sio siku ya kukosa. Tunatumaini kwamba tutakuwa na viongozi mbalimbali mbali mbali wa kiserikali ambao katika jambo hilo tutakuwa pamoja nao. Kama ambavyo leo tumekuwa na viongozi sekta za mtaa ambapo tumeshirikiana nao vizuri, pia serikali ya Bunju B, serikali ya Mabwepande mji mpya tumekuwa nao vizuri. Tunaamini sasa yote, tarehe kumi na moja tunakwenda kuibadilisha taswira ya kata ya Mabwepande, kuwafanya maafisa wa usafirishaji wa kata ya Mabwepande pande kuwa ni maafisa wa usafirishaji ambao wanashiriki mchango wa kulipa kodi katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umapibu, maendeleo yetu na upendo. Amina.